Bismillahi rahmanirrahim. Alkaramatu alinsaniyatu aslun min usuli sharai, utukufu wanadamu heshima ya mwanadamu. Kuilinda heshima ya mwanadamu na kuithamini, jambo hili ni moja miongoni mwa eh, misingi mikuu katika sheria. Moja katika misingi ya sheria ni kuheshimu utu wa mtu na ndio maana wakasema wanachuoni katika elimu ya sheria ya kwamba alkaramatu alinsaniyatu min usuli asharia, na wakasema kwamba human being, human human human being huma biuli binadamu lio ni moja katika principle principle of, principle of of Islamic law principle of Islamic law ni moja katika misingi ya sheria. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu Qurani imetuthibitishia hayo, ikosema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile zuri. Hakuna binadamu mbaya wa umbile, inaweza kuwa kuna ubaya wa tabia, lakini si umbile. Hata ambaye mtu atamhisi kwamba umbile lake si zuri, kule kutokuwa na uzuri ndio uzuri wenyewe. Maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad karramna bani Adama, wa hakika tumewakirimu tumewapa heshima wanadamu. La yajuzu li ayi insanin ayantahika hurmatal ghairi, hairuhusiki kwa mwanadamu yoyote kuvunja na kuharibu heshima ya mtu mwingine, kama ilivyokuwa yeye pia hatakiwi kuvunja heshima yake. Basi kuvunja heshima ya wengine ni mbaya zaidi, na ndiyo maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule kijana ya kwamba ma la tardhahu linafsika la tardhahu lighairika, kwamba ile ambalo huliridhi wewe kufanyiwa kwenye nafsi yako, basi usiridhie pia kufanyiwa wengine. Ni nani ana yuko radhi leo afananishwe yeye na mnyama kama vile paka au mbwa na mfano wa hayo, hali ya kuwa yeye ni binadamu na niko tayari kufanya hivyo na niko tayari kufanyiwa hivyo. Sasa, kwa nini huyu ambaye yeye hatofurahi endapo atambiwa na yeye ni paka au atambiwa yeye ni paka shume atambiwa yeye ni mbwa atambiwa yeye ni punda hawezi kufurahia, kwa nini awaseme wengine kwa mifano ambayo ni mibaya? Hii ni kauli mbaya sana ambayo imesikikana ikisemwa na, na baadhi ya watu kuwapigia mifano baadhi ya watu wengine kwamba wao wanaishi E katika mambo fulani mfano wa paka shume au mfano wa mnyama mwingine kama hao, hili ni kosa baya sana, na hilo ni kuvunja heshima yake mwenye msemaji na kumvunja heshima mwingine, na kukiuka hata kanuni za kimataifa ambazo zinaungana na dini katika kukemea kutukana au kutamka maneno mabaya, mmoja miongoni mwa criminal makosa ya jinai ni sabbul ghairi ni kumtukana mtu mwingine, ima kwa ibara ambayo ni ya wazi moja kwa moja, au kwa ibara ambayo inaashiria maana ya uwazi, kama kumtukania mtu nyumba yake, ni kumtukana yeye mwenyewe aliyomo ndani, kwa sababu nyumba ni yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo, zingatia sana maneno yanayozungumzwa na baadhi ya watu kwa sababu ya hamasa za mambo mbalimbali, ni maneno ambayo hayana heshima kwao, wala kwa watu wengine. Usifuate wenye kufuata matamanio yao msikati